E, kweni na database ya wafanyakazi wenu mwe mnaangalia. Tunataka wataalamu wa aina hii kwenye database yetu, tuna watu wangapi? Ah, tunao ishirini. Tunahitaji wangapi? tunahitaji ishirini na tano watano, tunawapata wapi? Hiyo itakuwa ni hatua nyingine, lakini kuna maeneo mnachukua watu wengine wa nje ya ofisi na mnawalipa maposho makubwa tu, haya stahiki kabisa Kumbe mle ndani mna watu wameshaka muda mrefu, uwezo wanao, kwa sababu huyu hayumo katika wale magodfather, anaachwa tu, miaka kumi yuko pale. Hebu twende tupateni haki hawa, usipowatumia watatafuta utaratibu wao. Lakini kama tuna wataalamu wa aina hiyo, hebu tuwatumieni wengine tuna wanatishwa na vivuli vyao. Unasema bana, huyu nikimtumia vizuri huyu e, baada ya miaka miwili huyu ndo mkurugenzi. Haya mambo hupangwa na Mungu. Fanyeni kuwatumia wataalamu tulionao. Kila siku tunaajiri, ukienda ukiangalia hata hao madaktari pengine kwa namba unaweza ukakuta namba kubwa, shida inaweza ikawa kwa fani, lakini kuna watu wanatumika wako ofisini hawana kazi, wana uwezo, elimu anazo nzuri tu, na mtu mwingine akitaka kuwachukua unasema huyu tunamtumia, yaani unamtia adabu wewe. Si humtaki, wengine wanamtaka kumtumia huyu, pia hutaki. Sasa wewe wewe, itakuwa we tatizo. Na ndio maana pale baadaye unakuta ndani ya idara yako e, una mashirikiano. Ndio maana vitu vyote unavyofanya watu hawana interest navyo. Zifanyeni zile idara zenu, muone mapungufu yake, lakini muone umadhubuti wake. Ukijua strength yangu kwenye idara yangu hii iko hapa, ili ni na umadhubuti ni na moja mbili tatu na haya niko nayo, haya sina, nitafute wapi? Lakini unakwenda kuchukua mtu tena nje ya ofisi, ana sifa chini kuliko hata yule ulie nayo, na kwa sababu una mamlaka tu, mkurugenzi, utaleta pale basi. Hivi vitu havikubaliki, hakuna mtu ana ofisi yake hapa, ofisi ni ya serikali. Haya ninayoyasema yasema, mkifika mtaenda kujiambia wenyewe na kwenye nafsi zenu mtajua kama ilivyosema Qur'ani, bali insanu ala nafsi. Basi utajua we kama haya yapo hayapo, haya mtasema kwa nafsi zenu. Tumieni hawa vijana mlionao nao.